Kwa majina naitwa Joseph Boniface kutoka Santi Gaspar chuo cha uuguzi. Watoto wachanga huwa wanapewa huduma za aina tatu. Mara ya kwanza kabisa, akishazaliwa mtoto anatakiwa achunguzwe mwili wake mzima kuanzia kichwani hadi uwayo wa mguu wake. Hiyo inatakiwa ifanyike ndani ya masaa mawili baada ya kuzaliwa. Lakini watoto wachanga pia wanatakiwa wapate uchunguzi au ukaguzi kabla ya mama hajaruhusiwa kwenda nyumbani. Na e, namna ya tatu anatakiwa pia akaguliwe baada ya wiki sita hadi nane ya umri wa mtoto wake. Sasa tunavyosema mtoto mchanga tunamaanisha nini? Mtoto mchanga maana yake ni kwamba ni yule mtoto aliyezaliwa kuanzia siku ya kwanza hadi siku ishirini na nane baada ya kuzaliwa. Na huyo mtoto anatakiwa awe karibu sana na mama yake, na huyo mtoto ana changamoto nyingi baada tu ya kuzaliwa, kwa sababu mtoto huyo wakati yuko tumboni ana joto la mama yake, na huyo mtoto akitoka tu nje, mazingira ya nje ni tofauti na mazingira ya tumboni mwa mama yake, kwa maana ya kwamba tumboni mwa mama yake joto la, la mama ni degree 36.5 hadi 37.5. Lakini akitoka nje mazingira yetu joto linakuwa ni asilimia 21 hadi 22 mbili hiyo ni nyuzi joto. Sasa mtoto akishazaliwa tu, lazima hakikishwe amefunikwa vizuri, amefunikwa kuanzia utosi hadi uwayo wa mtoto. Akishafunikwa moja kwa moja, lazima tuhakikishe kwamba anakuwa karibu na mama yake, na mama lazima awe karibu na mtoto, na moja kwa moja, lazima tumpeleke kwenye ziwa, kwenye titi la mama yake, kwa sababu tunajua kabisa maziwa ya mama maziwa ya mama ni chakula cha kwanza kabisa cha mtoto. Kwa hiyo mama anatakiwa ajiandae kisaikolojia aweze kumnyonyesha mtoto wake mara tu anapozaliwa. Sasa mtoto watoto kama hawa, kuna watoto aina mbili hapa. Kuna huyu mtoto ambaye ametimiza miezi tisa tunamaanisha kwamba amekaa tumboni mwa mama yake miezi tisa au wiki 37 hadi 42, au siku 285 hadi 297. Huyu ni mtoto ambaye ametimiza miezi tisa tumboni, lakini pia kuna aina ya watoto wengine, mtoto anazaliwa kabla ya muda wake. Mtoto akizaliwa kabla ya muda wake, mara nyingi anakuwa mdogo, anakuwa na uzito mdogo na mwili wake pia unakuwa mdogo. Muangalie mtoto kama huyu hapa, huyu mtoto alizaliwa kwenye miezi ya nane, hadi kuanzia saba hadi nane, huyu tunamuita premature baby. Hata ukimpima mtoto kama huyu unapata kilo chini ya wastani, na huduma nyingine ni kwamba mtoto anatakiwa apimwe kilo mara tu anapozaliwa na kilo kama nilivyosema nyuma kule ni anatakiwa awe na uzito wa kilo mbili na nusu hadi tatu na nusu na mtoto ambaye amekamilika, ambaye amekamilisha miezi tisa anatakiwa awe na urefu wa sentimita 47 hadi hamsini mtoto pia anatakiwa awe na mzingo kichwa chake, unampima kwa kutumia futikamba. Mzingo wake huu, kuanzia hapa unamleta unamzungushia mpaka hapa, awe na sentimita zisizopungua thelathini na tatu hadi thelathini na tano Sio hilo tu, pia mkono wake hapa tunatakiwa pia tupime, tunampima kwa futi kamba hapa, natakiwa umpime na mzingo wake usizidi sentimita kumi na tatu, ni kati ya kumi na moja hadi kumi na tatu. Lakini pia lazima umpime kifua chake, mzingo wa kifua kwa futi kamba vile vile na isizidi 33 ni kati ya thelathini na moja hadi thelathini na tatu. Hivyo ni vitu muhimu sana kwa mtoto na mama anatakiwa ajue. Hizi ni huduma tu za mwanzo kabisa kwa mtoto mchanga, anatakiwa afanyiwe vitu hivyo ndani ya masaa mawili mara tu baada ya kuzaliwa. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye huduma gani utakayomtolea mtoto hasa hasa kwenye chakula chake cha mwanzo. Mtoto mchanga, chakula cha mwanzo kabisa ni maziwa, na kwenye maziwa mtoto anapata virutubisho vyote, na virutubisho hivyo vinapatikana kwenye maziwa ya mama. Haina haja ya kumpa mtoto mchanga nje na maziwa ya mama yake. Usimpe maji, usimpe uji Eh, usimpe chochote nje na maziwa ya mama. Hivyo basi, kwenye maziwa ya mama kuna nini? Kwenye maziwa ya mama kuna virutubisho vyote hasa protini kujenga mwili, wanga kwa ajili ya kuupa mwili nguvu na joto, pia mafuta pamoja na chumvi chumvi na madini mbalimbali -mbali. Kwa hiyo mtoto anatakiwa anyonye maziwa ya mama yake kwa miezi sita. Miezi sita inatosha kabisa kwa mtoto kupata virutubisho vyote kutoka kwenye maziwa ya mama yake. Hivyo basi, mama anatakiwa ajue umuhimu wa mtoto kupata maziwa ya kwake peke yake. Na kuna umuhimu. Umuhimu wa kwanza wa maziwa ya mama kwa mtoto, mtoto atakuwa vizuri, mtoto atakuwa na afya njema, mtoto atakuwa na kinga, kinga ya muda mfupi na kinga ya muda mrefu. Na ndani ya maziwa ya mama kuna uh, hatua tatu. Hatua ya kwanza ni maziwa ya mwanzo, kuna maziwa ya mwanzo, kuna maziwa ya kati na maziwa ya mwisho. Ndio maana tunawashauri wa kina mama, watu, wamnyonyeshe wa, wa, wa mtoto kwenye titi moja kwa dakika ishirini hadi thelathini, kwa sababu maziwa yale ya mwanzo yana maji ya kutosha, yana protini ya kutosha. Hapo watakuwa wamekosa vitamini, mafuta pamoja na kinga. Maziwa ya kati yana vitamini pamoja na wanga, na maziwa ya mwisho yana mafuta pamoja na madini mbalimbali kama madini chuma, eh, na kadhalika. Kwa hiyo mtoto kwenye ziwa moja anatakiwa anyonye mpaka ashibe. Na utajuaje kama mtoto kashiba? Mtoto kama ameshiba huwa analiachia titi la mama automatically na mtoto wakati anaendelea kunyonya, mama anatakiwa aendelee kuongea na mtoto wake. Mtoto hata kama ana miezi mitatu minne, anaongea katika ulimwengu mwingine, anaongea unavyomchezeshea, anasikia unachosema, na mama akiwa hajisikii vizuri, na mtoto anagundua. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini wakati tunamnyonyesha mtoto. Mama anatakiwa ahakikishe mtoto anashiba na akishamaliza ku, kunyonya anatakiwa basi alale, alale hata masaa mawili hadi matatu. Usimwamshe. Watu wengi wanasema mtoto anyonye mara ngapi kwa siku? Mtoto anatakiwa anyonye mara zote akiwa anahitaji, usimzuie, usimzuie mtoto kunyonya maziwa. Hicho ni chakula chake cha kwake hasa kimeandaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lakini, wanasema wana science wanasema mtoto anatakiwa anyonye kati ya mara nane hadi mara kumi na mbili mara nane wakati wa mchana, mara nne usiku. Sasa kuna faida za kumnyonyesha mtoto kwa mtoto, kwa mama na kwa taifa. Mtoto anaponyonya maziwa ya mama, faida ya kwanza anatengeneza upendo kwa mamake. Pili, mtoto anakuwa vizuri. Tatu, mtoto anakuwa na na ufahamu ulio mzuri, hawezi kupata shida hata wakati wa masomo. Tunatengeneza kinga ya mtoto kwa sababu wakati anazaliwa mtoto kinga yake iko chini. Kwa hiyo kwenye maziwa kuna kinga tunaita immunity au antibody. Kwa hiyo hiyo ni ya tatu. Lakini kwa upande wa mama faida ya kwanza ni kufanya via vyake vile vya uzazi kurudi katika hali yake ya mwanzo. Anavyonyonyesha mtoto, tumbo lake lile la uzazi linaendelea kusinyaa, linasinyaa, mwisho wa siku linarudi katika hali yake ya kawaida. Na tumbo la mama kabla hajapata ujauzito ni kama ina ukubwa wa harage eh, au punje ya mhindi, lakini anavyopata ujauzito mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mpaka mwezi wa tisa. Akishajifungua lile tumbo lile, ukilipima ni sawa na kilo moja, uzito wa kilo moja au gramu elfu moja. Lakini faida kwa jamii au taifa, mtoto anayenyonyeshwa maziwa ya mama moja kwa moja, hatuwezi tukapata watu ambao wana uelewa wa chini kwa sababu maziwa ya mama yanamtengenezea mtoto awe na akili nzuri. Kwa hiyo taifa pia lina linapata watu bora.